Kufuatia shtaka la madai lililofunguliwa mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam na ndugu Ali Mki mkazi wa Msongola wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam akiitaka hospitali ya Aga Khan imlipe fidia ya shilingi bilioni 1.2 kwa madai ya kuwa hospitali hiyo kwa kushirikiana na daktari wao walifanya uzembe na kusababisha mtoto wake kukatwa mguu wa kulia. Mahakama hiyo imeamuru shtaka hilo lipelekwe kwenye usuluhishi kwa siku thelathini, na endapo pande zote mbili zitashindwa kuelewana ndani ya siku hizo, shtaka hilo lirejeshwe kusikilizwa mahakamani hapo. Wakili wa Ali Mki, Pasensa Kurubone, amesema baada ya mahakama hiyo kuona hakuna mapingamizi yenye mashiko yaliyotolewa juu ya shtaka hilo, imeamuru shtaka hilo kwenda kwenye usuluhishi, ambapo washtakiwa ambao ni hospitali ya Aga Khan na daktari aliyehusika pamoja na mshtaki Ali Mki watakutanishwa na msuluhishi ili kuona kama wanaweza kumaliza dai hilo. Ikumbukwe awali mshtaki Ali Mki alidai kuwa baada ya mtoto wake kuumia mguu kwa kujikwaa akiwa anacheza na wenzake alifikishwa katika hospitali hiyo na kutibiwa mguu huo, lakini siku chache baadaye mguu huo ulitakiwa kukatwa kwa madai ya kuwa ulifungwa vibaya na damu kushindwa kupita kwenye mishipa katika mguu huo. Hii ni GADI TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Anaitwa Wakili Pasensa Dickson Kurubone. Ni wakili kutokea kampuni ya mawakili ya FR Nkoka and Company Advocates. Uh, nipo hapa uh, mahakamani kwa ajili ya shauri la, la, la, la madai ambalo liko mbele ya mheshimiwa jaji Mtembwa. Kimsingi ni shauri ambalo ni baina ya Ali Salimu ki ambaye anashtaki kwa niaba ya mtoto wake ambaye ni Lahima. Uh, ambaye uh, anashtaki kwa ajili ya uh, kuomba nafuu au, au fidia kutokana na madhara aliyosababishiwa na mdaiwa ambaye ni Aga Khan Hospital pamoja na mwajiriwa wake ambaye ni daktari. Uh, na kimsingi shauri leo lilikuwa nakuja kwa ajili ya mwendelezo ambapo ilikuwa limepangwa kuja kwa ajili ya kongamano la kwanza kwa maana ya First PTC ambapo tulikuwa tunapanga mwenendo wa kesi jinsi itakavyokwenda, kwa maana ya kwamba ichukue muda gani, lakini pia kwa maana ya kwamba tutakuwa na mashahidi wangapi, lakini pia kuendelea kuonesha kama kana kwamba hakuna maombi mengine yanayoendelea mahakamani. Uh, lakini pia kuonesha kama tunakuwa tutahitaji kuleta nyaraka zingine kwa ajili ya kuthibitisha kesi uh, lakini pia kuonesha utayari wa upande wetu kwenda kwa ajili ya usuluhishi kwa ajili ya hatua hii, kwa sababu katika mashauri ya namna hii ya madai, baada ya kuwa umemaliza hatua zote za kuleta nyaraka na kama hakuna mapingamizi yaliyopo, kama ambavyo pingamizi la kwanza limeshatolewa uamuzi na ikaonekana kwamba lilikuwa halina mashiko, kwa hivyo, tunapanga kwa ajili ya kwenda kwenye usuluhishi ili tuweze kufanya usuluhishi kwenye madai yaliyoko hapa, ili kuona kama tunaweza tukakubaliana. Kwa katika hatua hii tutazungumza na lakini pia wateja wetu wote watakuwepo, watajaribu kuzungumza, kutakuwa na msuluhishi ambaye atajaribu kuona namna gani anaweza kawakalisha pamoja wakazungumza. Kama wakikubaliana, basi watasajili watasajili hayo makubaliano ambayo tunasema ni deed of settlement, eh, na baada ya kuyasajili basi yanachukuliwa kana kwamba ni hukumu na inaweza katekelezwa. Lakini kama hawatakuwa wamekubaliana katika hatua hiyo, basi kama sheria inavyotaka basi tutarudi kwa Mheshimiwa ambaye anaendelea na shauri hili ambayo ni Jaji Mtembwa kwa ajili ya kuja kuleta sasa ushahidi, na kila mmoja ataweza kuja kwa ajili ya kutoa ushahidi wake. Kwa upande wa mteja wangu ataleta ushahidi wake kuthibitisha kwamba ni kwa namna gani anaona mdaiwa, kwa maana Aga Khan Hospital, kwamba alikuwa ni mzembe na alisababisha aa, kwa uzembe wake alisababisha mguu wa mtoto wake kukatwa na kumletea madhara hayo, na ndio maana anadai fidia hiyo ambayo anaidai mahakamani.